Mwanamke, ikiwa unapata hali hii nazungumzia, unapata maumivu makali wakati wa kukojoa, unapata miwasho ukeni, sawa, unapata na maumivu wakati wa kushiriki tendo au ukavu ukeni, sawa. Hii inaweza ikawa ni hali ya mashambulizi ya bakteria na fungus, na hapa tunazungumzia bakteria vaginosis, ambapo bakteria wanakuwa wameshambulia eneo lako la uke Sawa. Sometimes ikiambatana na uchafu unaotoka mara kwa mara wenye harufu, tunasema bakteria hawa inakuwa ni tatizo jingine ambalo ni tofauti na bakteria. Saa tunasema tayari una mashambulizi kwenye via vya uzazi, tunaita pelvic inflammatory disease. Ila hii hali ikiambatana na utando usioisha Tunasema sasa tayari ni fungus, sawa. Kwa hiyo hapo unaweza ukawa na bacterial vaginosis, unaweza ukawa na fungus pamoja na pelvic inflammatory disease. Hivyo basi, kama hii hali inakusumbua kwa muda mrefu, nitafute, namba yangu iko kwenye profile. Usiache kunipigia au kunitumia ujumbe WhatsApp kwa tiba na ushauri.